Lakini jambo la tatu ambalo umeligusia ni kuhusiana na imani ya wananchi kuelekea kipindi cha uchaguzi katika utoleaji wa taarifa za vitendo vya rushwa kuelekea uchaguzi mkuu wa Novemba 2025, taasisi ya kupambana na kuzuia rushwa TAKUKURU kupitia programu ya Takukuru Rafiki mkoani Kigoma wametoa wito kwa vyama vyote vya kisiasa vinavyotumia mianya mbalimbali kujihusisha na matukio hayo kuacha mara moja, kwani ni ukiukaji wa sheria. Kwanza tufahamu, utoaji wa taarifa za vitendo vya rushwa kipindi cha uchaguzi eh, zina hitaji umakini mkubwa sana katika kuzifanyia kazi. Wengi hutoa taarifa katika mazingira ya namna kuu mbili. Aina ya kwanza, kuna watu wanatoa taarifa kupima tu Je, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa inafanya kazi? Kwa hiyo watawaambia kwamba eneo fulani mathalan Kibirizi kuna tukio huku, kuna watu wanajihusisha na vitendo vya rushwa, wanatoa fedha, wanafanya nini, mtachukua gari hapa, mtachukua maafisa, mtaelekea mpaka kule. Mkifika mnafanya utafiti, mnabaini kwamba hakukuwa na mkusanyiko wowote na hapakuwa na mtu yeyote ambaye alikuwa akifanya vitendo hivyo kwa hiyo ni ile tu watu kutaka kuona kwamba takukuru wanaweza kurespond wakipewa taarifa kwa kiasi gani. Lakini kumbuka kwamba mtu huyu atakayetoa taarifa kwa nia hiyo ya kupima kwamba taasisi ina inaitikia wito kwa haraka kiasi gani, kuna nyima fursa kwa yule mtu ambaye atakuwa ametoa taarifa halisi ya vitendo ambavyo vinaendelea, kwa sababu tutakuwa tumekwenda mpaka tutoke tuende tena hilo eneo ambalo kweli vitendo vinatokea, muda utakuwa umekwenda. Kwa hiyo wakati mwingine tunafika kwenye maeneo au kwenye matukio, hali ya kuwa tumechelewa, na hii inasababishwa na hiyo changamoto ya kwanza ambayo nimeieleza, kwamba kuna baadhi tu ya wananchi wanapima kwamba inawezekana mamlaka zingine huwa tukizipigia simu zinachelewa kufika, je, na TAKUKURU nao ni hivyo hivyo? Kwa hiyo kuna nadharia hiyo ambayo tunajitahidi kuendelea kuwaelimisha wananchi watoe taarifa ambazo kweli zina uhakika na zinathibitika kufanya hivyo. Kwa hiyo taarifa zinapotolewa, lazima tuwasiliane na maafisa wetu ambao wako maeneo husika ambayo yametajwa kuweza kujiridhisha usahihi wa taarifa ambayo imetolewa na afisa akituridhisha kwamba taarifa hizo hazina ukweli, maana yake ni kwamba taarifa hiyo hatutaweza kufanyaje, kuifanyia kazi kwa sababu haina uhalisia ama uthibitisho wa kwamba ni vitendo kweli. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa dawati na elimu kwa umma Ibrahim Sadik amekiri kuwa katika kipindi cha uchaguzi kumekuwa na viashiria vingi kwa baadhi ya vyama vya siasa katika swala la rushwa, wengi wao wakitumia makundi ya wanawake katika kutekeleza matukio yote yanayohusiana na rushwa vina, vinaendelea. Lakini jambo la pili ni mbinu za kisiasa wanasiasa, pia kuna wakati wanachafuana kwa, unakuta mpinzani wa chama hiki anapigia simu ofisi ya TAKUKURU, anawaeleza chama fulani kiko mahali fulani kikijihusisha na vitendo hivi alimradi nyinyi mwende. Wakati huo ni mkakati wa chama hicho kuweza kutekeleza vitendo vya rushwa. Kwa hiyo wanawapeleka mbali, halafu wao wanatekeleza vitendo vya rushwa maeneo mengine. Kwa hiyo taarifa hizi na namna ya kuzifanyia kazi kipindi cha uchaguzi, kidogo zinahitaji umakini mkubwa katika namna ya kuziendea. Kwa hiyo bado tunaendelea kuasisitiza wananchi waendelee kuwa na imani na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa katika namna ambavyo inakabiliana na vitendo hivi vya rushwa waendelee kutupa taarifa mapema. Na sisi tunasema tusitoe taarifa wakati kitendo kinatokea, tutoe taarifa tunapoona viashiria vinataka kutokea ama vitendo vinataka kutokea. Watoe taarifa wakati wa viashiria, ili tuweze kudhibiti vitendo hivi mapema kabla havijatokea. Nadhani nimejibu maswali yako, kama kuna swali lingine